Boti ya kubebea mizigo kwa jina 24 Runners ambayo ilikuwa ime pakia mizigo zaidi ya tani 60 yenye thamani ya shilingi milioni mbili imezama mita chache kutoka bandari ya Mokowe ikielekea Kismayu. Kulingana na walioshuhudia tukio hilo, boti hiyo ilikuwa imebeba mzigo zaidi ya kiwango kinachostahili. Nahodha wa boti hiyo, Abdulrazak Ahmed, amesema walijaribu kupanga mizigo lakini boti ilizidiwa na kuzama. Maafisa wa usalama kitengo cha baharini walifika eneo la tukio na kushirikiana na wakazi kuokoa mabaharia na baadhi ya mali. Watoka Nairobi enda Kismayu. Mm. safari ilianza vizuri mm. lakini kwa kwenda mbele kidogo ndo ikaanza kuleta mm. matatizo boti kulala upande wa kwanza mm -hmm. karudi kalala upande wa pili mm -hmm. kabidi sasa turudi nyuma tuangalie mm -hmm. vipi ta suluhisha mm. ndio ikalala upande mmoja mm. katuzamia hapa hapa hasara karibu 15 milioni mm.